Serikali mkoani Pwani imesema kwamba maandalizi kwa ajili ya tukio kubwa la sherehe za uwashwaji wa Mwenge wa Uhuru kitaifa yanakwenda vizuri na kwamba yamefikia kiwango cha asilimia 96 na kwamba unatarajiwa kuwashwa Aprili mbili mwaka huu katika viwanja vya shirika la elimu Kibaha. Alhaji Abubakar Kunenge ni mkuu wa mkoa wa Pwani, na hapa anazungumza na waandishi wa habari akitanabaisha juu ya suala la maandalizi, huku mkoa wake ukitaraji kupokea zaidi ya wageni elfu kumi na sita kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Leo tuko hapa kwenye uwanja wa shule ya sekondari Kibaha, uwanja ambao unatarajia tarehe 2 mwezi wa nne utazindua ndio za mweno Taifa. Na kutoka sasa, mtaona imebakia siku saba tu. Tumefanya ukaguzi wa uwanja na matayarisho, sisi katika ngazi ya mkoa pia kushirikiana na wenzetu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu tuko tayari, sasa hivi tumefikia asilimia tisini na sita e, ya maandalizi na tuko tayari kwa ajili ya tukio letu la kihistoria kwenye mkoa wetu. Matarajio yetu itakapofika kesho kesho, tutakuwa tumekamilisha na tukata tayari kwa ajili ya shughuli. Utabakia mambo madogo madogo tu kwa ajili ya kupamba, kwa sababu mapambo mengine hayahitaji kukaa uwanjani kwa muda mrefu kwao. So, tutakapobakia siku mbili, tutaona tunaendelea kuongeza kuboresha muonekano wa uwanja, lakini uwanja umekamilika. Mnaona tumeshajenga jukwaa kubwa eh, ambayo ni jukwaa zuri kabisa, na kuna sehemu ya viongozi Eh, VIP one, kuna VIP mbili tatu na nne, lakini tumeweka matenti ya kutosha. Tunategemea hapa kupata watu takriban elfu elfu kumi na sita, kuna uwanja wa kutosha, tuna ulinzi tumeweka wa kutosha, mifumo ya maji safi ipo na maji taka majitaka ipo ya kutosha. Kwa nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana sana wakazi wenzangu wa mkoa wa Pwani, karibuni wakazi wa mikoa jirani, karibuni na Mtanzania na mtu yoyote ambaye kwa kweli anapenda kuja nimwambie njoo tu, tutakuwa na sherehe nzuri na tukio hili litakuwa la kihistoria. Tumejipanga vizuri sana, tuna rahiki nzuri. Hii ni heshima na fursa kwa wakazi wa mkoa wa Pwani kuweza kuwasha mwenge wa uhuru mwaka huu kwenye mkoa wetu. Kauli mbiu ya mwaka huu jitokee kushiriki, okay, uchaguzi mkuu ishirini ishirini na tano kwa amani na utulivu. Nawashukuruni sana.